H yeah. yeah. Tunavyozungumza wewe, uko da, timu iko wapi na nini kinachoendelea? Timu iko Tanga, ni kweli afu, sababu niko Dar es Salaam uh, kwa mipango ya kazi ya timu, na miongoni mwa kazi yangu pia ni hii ambayo unafanya sasa na wewe hapa. Uh, timu iko Tanga chini ya uh, kocha mkuu Mohammed Muya mwanazuoni. Ukitamka jina lake bila mwanazuoni, unamkosea heshima, na sasa hivi haitiki Ay. Mwanazuoni Muya haitiki kuweka wewe tu wala ukiamua. uh-huh. Iko chini yake na tayari ameshaanza mazoezi. Kinachoendelea kwa sasa Coastal Union ni maandalizi kuelekea mechi dhidi ya Mtibwa. Eh, kuna likizo hapa, mapumziko ya FIFA break. hatujaanza msimu vizuri. Tumepoteza michezo hii miwili lakini pia tumebadilisha mwalimu. Kwa mantiki hiyo, mwalimu anayekuja anahitaji pia kukaa na wale wachezaji, kutengeneza pattern na kaya fanya mazoezi au ni team, kila kitu kiwe sawa, lazima mwalimu walau wala akipunjwa sana, apate hata wiki hizi za full session, japo kitaalamu hazitoshi, kwa kwa wenye elimu ya ukocha afikiri watakuwa wameelewa hazitoshi. Kwa hiyo tunajitahidi timu yetu isitoke, tume tujatoa likizo ili mwalimu mwalimu Mwanazuoni mm -hmm. apate nafasi ya kunale vijana ya timu hiyo vizuri. Kwa sasa hivi ni maandalizi. Uh, tuna, tuna, tumepania kurudi kwa kishindo, yani tumepania hasa. Sijua Mwanazuoni ameingia mazoezi jana eh. ameingia session ya kwanza jioni, alafu akachukua mipira akarusha mipira uwanjani. Yani ju kocha mwenye maarifa mm -hmm. karusha mpira uwanjani, afaka kawambia, chezeni kama dakika tano tu, kawaangalia, akanuka, apiga makofi, kafurahi mpaka una mm -hmm. chozi linamtoka. Viongozi wakamuuliza mwanazuoni, nini una chozi? chozi tena kwa furaha akanambia, anaona mengi ambayo watu wajayaona kuhusu Kosti. tuna wachezaji wenye viwango daraja a hapa, tutamfunga daraja, tutamfunga yoyote anayokuja mwanazuoni Tunasema naye hao vijana wanajua mpira, akaingia uwanjani, kapiga filimbi, kaanza kuka mifumo sasa. Mifumo. Lakini mwanzo ufanya vile, ukata kuwaona vijana kwa kocha, karidhika asilimia zaidi ya mia nne kikosi alichokuta, wachezaji asilimia, sijakosea, niko sahihi, asilimia zaidi ya 400 kwa sababu asilimia zishii mia tu Hey, kuna asilimia mia tano, si ndio bwana? Si ndio bwana pidwe? <laughs> Hey, asilimia zaidi ya mia nne. Kocha karidhika, wachezaji wameridhika na mwalimu, wamefurahi kumuona mwanazuondo ambaye ni kocha. Kwa sasa wanapata mbinu mpya. Sio wachezaji wengi masini ya pale, kuna manyasi, kuna salamba, kuna maabadi yupo. Senior player pia kwa Coastal Union, kuna Gwalala, kuna wakina Uruchum, wachezaji wa kimataifa wenye uzoefu mkubwa kama yeye kina Kialalasa, Wibol Maseke tuko naye golini wao wenyewe wanak, wanasema da mwalimu anatukosha sana. Mwalimu ana vitu vipya , yani ana mpira fulani hivi, somo lipo. Enjoy sana mwalimu, enjoy. Unatamba hivyo kuna wenzako tayari wana makombe huko ah, wawe nayo tu, namisi nitapata kwa ya kwangu bana, nayo tu wami nahangaika na, okay, na, na mafanikio ya mtu, kila mtu anatamba na starehe zake. Ukisema okay, hivyo kuna timu nyingine zimepanda ndugu yangu, zangu si timu kubwa, wanafunzi wote wale wanaenda kushangilia au hujui? Yeah, um. ah, mm? uh, bana bana. Mungu anakuona. Mimi, fan base yangu ni ya watu. Mimi nina mashabiki wengi, timu yangu mimi na wanachama, watu wanalipa ada ujue wanachama ujue cost. Sio kama unajua hicho kitu. Watu wanachangia kwa mwezi ada, wanachama, nina watu ambao wanataka timu yao ifanye vizuri. Ah, wengine wana nini. Mm -hmm. Eh, ndo kama uwe sambuzi na timu yako sasa utachangisha wanafunzi wa wa wanachama. Na ninyi tutawekea pambano kwa majumbani huko eh. Tutawekea pambano na sambuzi. Tampiga. Si mtafute sambuzi majanga mgonjwa na matatizo ya kangu ile, muache bana. Mtafute sambuzi matatizo. Sikiliza, ni kuambia jambo moja. Sasa hivi ambapo tunaomba mashabiki zetu mm -hmm. tunaomba utulivu, amani, viongozi wao kuna kazi kubwa wanayofanya kuwatengenezea furaha mm -hmm. eh, tunataka ukiwa unaiangalia ya Kosti yani kwa raha utakazopata, nikwambie, ndio raha, sijui unanielewa. mm -hmm. Yani ukitoka hapo usifikirie kitu kingine chochote zaidi ya mechi ya kosti uliyoangalia, mwili mpaka unasisimka, goosebumps zinatoka kwa raha, kwa raha utakazopata. Kwa hiyo tunataka kutengeneza mpira mzuri, matokeo yapatikane, timu ifanye vizuri ndo jambo ambalo si kuwafanyia mashabiki zetu. Kwa sasa mambo ya utulivu. Najua wanaumizwa na matokeo yale ya mwanzo e, siku baada ya mchezo miwili haijawapendeza, tunajua, tunaomba radhi kwa hilo, viongozi wapo kazini, tumeshamleta mwanazuoni, tumwache mwanazuoni afanye kazi, tumwache Mohammed Muya, mwanazuoni atutengenezee ile timu. Sisi kazi yetu tushangilie tu -enjoy. tulipe ada za wanachama tu -enjoy ndio kilichobaki e, na kule eneo mm -hmm. la golikipa, unajua, kwanza kuna story moja sijawapa. Unajua kule kwenye kwenye golikipa, mimi na golikipa watatu sina timu kwenye mm -hmm. nina Chuma Ramadhani mm -hmm. mgeni nina Willbold Maseke mm -hmm. nina Faris Gama. Kocha wetu wa makipa anachofanya, wale makipa sio kwa watatu hivyo, anawapanga nyuma hapo watatu, anachukua jiwe afa na rushe wadake, a a mm -hmm. mm -hmm. litakalompata yeah, anaanza Yani wote wanajua kwao kocha mwenye, ah, sana kichwa kinauma. Kwa makipa kwa jiwe e, jiwe au bipsi achukua bipsi arusha itakayomgusa ndio. Sasa wanatakiwa kugombania hapo au watulie. Gombania osi oh, mama tu jiwe likigonga mwalimu ni mimi chuma, maa, ka Mwalimu ni mimi maseke zima hapo <laughs> <Mimifaz. laughs> watu hatuna hofu. Sawa, hamna hofu <laughs> Unajua kwa unazungumza hivyo nikiangalia timu zote kumi na sita ambazo zinashiriki ligi kuu. Uh, kila mmoja anatamani kuwa bingwa, kila mmoja anataka kuwa e bingwa na wengi wanataka kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, kwa maana zile nafasi nne za juu. Wakikosa kuwa bingwa, basi nafasi ya pili, ya tatu au ya nne. Coastal Union tayari mlishaonja uh, ladha ya kimataifa, lakini mambo hayakwenda vizuri mapema tu, ilikuwa mapema tu msimu huu kwa namna ambavyo hapa umetamba sana, malengo yenu yakoje? Tunataka zile nafasi nne za juu, je? Mm. Yeah. Kila mtu kweli anataka zile nafasi, na sisi pia tunataka. Kwa tutaonyeshana umwamba nani ataipata. Kwa kila mtu acheze mechi zake, kila mtu afanye maandalizi yake, ashinde mechi zake. Mwisho wa msimu tuletanie mahesabu, ah, mi sita, mi nne, mi nini? Basi ndio kile tufuate. Kwa sisi malengo yetu msimu huu ni kumeza nafasi nne za juu. Eh, ili msimu unaokuja, inshallah, panapojalia Mwenyezi Mungu tucheze kimataifa. Tumemiss ile kimataifa kupanda ndege kwenda Angola, ile tuchanganye ile. Alafu msimu uliopita tukaisha nafasi ya nane, tumechukia ujue mm. Na tumeamua kusajili wachezaji wenye viwango vikubwa na kumchukua kocha kama mwanazuoni turudi kule kimataifa kule tunapataka kwao. Malengo yetu msimu huu kumaliza kwa nafasi nne za juu, e, tushinde mechi zetu kadri tunavyoweza, tunawekeza zaidi kushinda nyumbani, kushinda ugenini, kwa namna yote ile za kuingilia Tanga njia tatu tu ukitumia, yani njia za ardhi. Hata ukija kwa mgusi ni ardhi, upitie njia za maji kutoka Zanzibar boti kuzunguka hivyo, unaingia Tanga. Hata da Tanga nafikiri tiyo ya boti ipo sijui, na kuna njia ya anga, tumia yoyote kati ya hizi tatu. alama tatu umeacha mko kwa yasi, tumechukia sana. Kuna wenzako ambao, kuna Simba Yanga wanashiriki ligi ya mabingwa Afrika Mujia kuna Azam na Singida Black Stars wanashiriki kombe la shirikisho Afrika, na ukiangalia timu zote hizo zimejipanga kweli kweli, na sasa hivi hata ukimwamsha mtu usingizini ukimwambia, uh, toka msimu umeanza, unaipa nafasi kubwa timu gani kuwa bingwa, atakutajia katika hizo timu nne, okay. Wanajisaulisha kama kuna kosti, si ndio? Eh, hasa msimu huu tuwaonyeshe kwamba nyie kuna kitu mnasahau, kuna Coastal Union Yeah, msimu ukiwa unakaribia kuisha, si mtatuweka hapo taratibu. Wala sisi sasa hivi hatuna pressure nye, si tunasubiri muda uta unajua, muda ndo hakimu sahihi. Muda utazungumza, muda utahukumu, mtajua mahali pa kutupachika kwenye hizo nne. Wenyewe wenyewe, subirini walivyoorozesha. Ukija kwenye woji tena mwakani inshallah, utatupachika popote hapo, kwa kuangalia kutokana na swala zima la usajili, lakini pia walivyoanza ligi unaona mnaenda kumchomoa nani pale sasa dita. Sasa hivi kufanya kufanya kufanya, kufanya determination hivyo ngumu, kwa sababu ligi ndio imeanza mechi tatu tu, kuna mambo kadhaa za mechi mbili, mimi yeah. usajili, <coughs> usajili, ukiangalia sasa usajili mimi nikiangalia usajili wangu mimi mm. mimi siona kunyima kukaa pale juu mm. sioni yeye, yani kila mtu hapa akijipambania kivi yake sioni mm. mtu anasumbuka pale juu sasa, mimi nitawadhibitisha nitacheza nawa mabwana mm. eh, nitakavomkafini mtu nimkamue ndio utajua, yes, coach wanakaa pale

tzwtu kama tarehe kumi na tisa anavyoenda kumshona mzee wangu Tobias Kifaru <laughs> na mwone huruma ugenini Dodoma, lakini kama nyumbani kwa sababu hata nao wa kugenini

Mm. Bado yeah. eh? Ah, nitaku surprise uwanjani. Acha na mimi huku nje tunavyozungumza, kuna surprise za uwanjani zinakuja mtu, mtu atakapopigiwa pasi laki sita kwa dakika 45, wanachukua takwimu wote watachanganyikiwa, wote watachanganyika

Hapana, mimi, mimi siongezi neno ndugu yangu, sipunguzi neno. Msemaje? Ushasema e. Timu uko nayo kule e. Mimi nasubiri kuiona kwenye TV tu e. Ikipepetana na mtapata mwaliko kwa Kishai TV, nyinyi watu wa maana lazima mje Tanga, nyinyi, eh, lazima mje, eh mje Tanga muone ile burudani. Hizi kapita hujaona e, nafikiri hata uliona ya kupira kama Costa hapo kupara, kwa nani? eh, yote yeye, mtoe Mungu tu. A mwanadamu uko naye akupira kama za kosti. Kwanza mimi, ah, mm-hmm. Mimi nikupe hongera maana toka umekuwa msemaji wa wana Mangush atujapata nafasi na, na, yeah. na, na ah, nini anatulia oh, maisha yeah. Anaenda, lakini eh! Yeah. Sasa hivi ah, hela sina. mm -hmm, e, sema kwenye kutafuta hela unaweza kubadilika. mm hivi -hmm. E, nilichobakisha kupata ni hela, nikipata hela, kwa sababu bado hela sijapata. hivi yote nitakuwa nayo na karibia, eh, yoyo wa kumwoa yupo, yupo, yupo, eh, pamwali yupo, Makapogejo mama Makapogejo yule, jina la mtoto ule nani, ana yeye mwenyewe akisikia anaelewa Yeah. Usije ukakaa uh, wiki moja sasa. Hatuko muda mrefu mrefu, ukimwoa haiwezekani, tumeshaishi uh, yani ah, muda wote nikaa wiki moja moja, akiona atajua. Tazima mambo yatokee, tupo sana, inshallah amina, inshallah. Ulikuwa unasema Nilikuwa nasema ni surprise, yaani kwenye usemaji mwona, yaani, eh? Watu hubadilika, nimekuambia badilika na unafanya vizuri sana. Imekuwa ni mwanzo lakini tumeona kwamba kazi ni nzuri na sisi Tupo nyuma yako. Nashukuru Mungu na pia napenda na furahi kwa support mnayonipa. Msiku kwamba kuna ujuzi mkubwa sana. Jambo muhimu ni Coast iende mjini. Coast mambo yake yazungumzwe ndio moyo upo pale sasa. Coast ina mahaba sana unaipenda mpaka unaumia Coast inapenda. Shabiki, inapendeka, yani Kosti inapendeka. Kwa hiyo ni ofisi yangu, mndo mahaba yangu, lakini pia support mnayonipa nashukuru Mwenyezi Mungu, sio jambo dogo kuja hivi, potchukua muda wako, kutumia gharama zako kunifuata. Alhamdulillah bil alamin. Mm. Sasa kwa Kisha TV inabidi tu tuna HQ tu tunakuja HQ, HQ. Sasa sisi tunatumia gari mavazi kuja HQ f mm. eh, eh, no, ma kamera mia nne. Sio, bwana Pedro atasimamia swala hilo lazima. Manne manne ma light. Fujo, yani fujo, ma mike sita ukiingia, okay, na badiko mike paka hatuna Diego. Asante, zungumze na mashabiki wa Coastal Union kama kuna lolote wagosi wa kaya bana. Kwa sasa kama nilivyozungumza mwanzo, je, ni sisi, tunaomba utulivu, muamini viongozi wenu. Sisi tuna kamati ya utendaji ya jumla wa wajumbe kumi na tatu ukiongeza na mwenyekiti Hassan Mkusini. Mmewachagua au kuwapigia kura, mmewaamini tunaomba mu watulivu kwa sasa. Kosti iko iko kazini, kuna furaha kubwa mtaipata, ambayo mkuipata hapo mwanzo. Nafikiri ndio jambo la muhimu kwa sasa, na tusisahau kulipa ada za wanachama. Asante sana, shukran. Umeenjoy vibaya sana, hata mimi nimeenjoy kwa kweli. Hussein Diego Mchomvu, msemaji wa Coastal Union, wana mangu, tunaweza kuwaita wagosi wa kaya kutoka kule Tanga. Tumezungumzana mambo mengi kutueleza yanayoendelea ndani ya, ya klabu yao, umemsikia hapo kwa uzuri kabisa. mimi ni Jeni Kishai na hii ni Kishai TV. Aliye nyuma ya kamera ni Pido Montana. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii kote, jina moja la Kishai TV.